komanso zabwino zipite kwa tumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam usaiwala akubanja akendi masohaba pambuyo pa izi dunena kuti kodi usiku wa al qadir ndiwofunika bwanji ku umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam usiku wa al qadir umatha kukala pa 21 Ramadhan kapena pa 23 Ramadhan kapena pa 25 Ramadhan kapena pa 27 Ramadhan kapena pa 29 Ramadhani usiku usi kumenewu uli ndi kufunika kungapo ulindi kulemekezeka kungapo koma pali kufunika kwina kwa usiku meneu ku umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumene ndikosawonekela wa kupatula kwa anthu amene amalingalira kuti timvese bwinobwino kufunika kwa usiku meneo ku umma wa muhammad sallallahu alayhi wasallam tiyeni timve kuti allah subhanahu wa taala anati chani za kupambana kwa usiku usikumeneo wa alqadr allah subhanahu wa taala anati Lailatul Qadr khairun min alf shahr usiku wa alqadr ndi wabwino kuposa miezi one thousand mkati mwake mulibemo usiku wa alqadir miezi one thousand ndiyo kuti ikupanga zaka 83 ndi miezi 4 muntu kuti ayime kupanga ibada mu usiku mene wa alqadir pope mpera tahajjud kapena kuelenga quran kapena kupanga madhikir kapena kupanga chila chicho secho chimene chilingati ibada ndiye kuti akulipidwa malipiro ochuluka kwambiri kuposa amuntu amene anagwira nchito kwa zaka 83 e ndi miezi 4 pamenepo pamene sopano tingaziwe kufunika kwa usiku menewu ku umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam funso ndela kuti kodi ndi angati amene angakwanise kukhala pano pa siku la pansi zaka zokwana 83 ndi miezi 4 ndiochepa kwambiri chifwa chani mtume kwatu muhammad sallallahu alaihi wasallam adati amaru ummati mabaina 60 ila 70 wa aqalluhum ma man yajuzu dalika akuti zaka zimene azikala anthu anga ndiza pakati pa 60 ndi 70 ndipo ndiwochepamene azipyola pamene uma uno munthu kupyula zaka 70 ndi mwayi munthu kufika zaka 80 ndi mwayi kufika zaka 100 ndi mwayi zaka za anthu amene ali mumbado uno ndizochepa kwambiri poyerekeza ndi anthu akale anthu akale amatha ukhala zaka 500 kufika 1000 kumene. matupi awo akulu kwambiri yao, ya itali kwa mbili. Pemene, umma uno Allah subhanahu wa ta'ala anayika usiku mene wa al-Qadir pofuna kubwezeleza kuchepa kwa zaka za umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti anthu akala zaka zochepa pasi, kuma atuluke ndimalipilo ochuluka kwambili pemene anthu akale amakala zaka zochuluka koma ntchito zawo malipiro ake ochepa ndio kuti pasiku losiriza uma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukalowa mwachangu ku janna kambuka kuti unakhala zaka zochepa pano pasiku lapansi koma malipiro ochuluka stoku yake kukayenda mwachangu pamene enawo anakhala zaka zambilimbili choncho stoku yawo ndithu ikatalikirapo Allah subahanahu wataala anthu amene wawa ndi kuti akawelengesila pachina chilichonse chimene amapanga mu zaka zochuluka zimenezo choncho usiku umenewu ndi wofunika kwambiri ku umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasalam potengera kuti unapasidwa zaka zochepa Allah anawubweresa ku mapeto ndi kuupasa zaka zochepa ndipo anawupasa malipiro ochuluka panchito imene iliyochepa munthu kuima kupanga ibada musiku menewo kaya kunzikiti kaya ndipakhomo eh? ibada imene angapange musiku menewowo malipiro ake akuposa amunthu amene anapanga ibada mu zaka 83 ndi miyezi 4 usiku menewo ndiwofunika kwambiri tiyeni tipange maibada mausiku onsewa 21 Ramadhan 23 Ramadhan 25 Ramadhan 27 Ramadhan 29 kuti tikumanizane ndi usiku umeneu kuti tibese ubwino umeneu abale wale mekezeka mudini ya Allah usiku umeneu ndi wofunika kwambiri ku umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam komanso ndi usiku umeneu uli wolemekezeka koma nafuna kuti ikumbusane ndi kuziwi sana kufunika kwina kwa usiku meneu kumene kuli kosaonekela kwa antu ambili wa sallallahu ala nabiyina wasalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu